Na Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali mbele za Bwana kuja kujifunza maneno matakatifu ya Mungu, na siku ya leo tutajifunza neno moja kubwa, inasema usiogope. Amina, mtazame Mungu atakupigania mpendwa katika Bwana, usiogope, usio na wasiwasi, usio na hofu. Umemwamini Mungu, amina, ziamini na kazi zake, atakuthibitisha. Amina, atakuthibitisha kabisa. Basi mpendwa katika Bwana, kwa majina yangu naitwa Brian Frenki, napenda kukaribisha katika chaneli hii tuweze kujifunza neno hili. Basi bila kupoteza wakati, tukajifunze na tutaanza. Tutajifunza kisa kimoja kutoka e, Kumbukumbu la Torati ishirini mstari wa kwanza mpaka wanne takwenda kukisoma anasema: utokapo kwenda kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekuweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msongeapo mapiganoni kuhani na akaribie kusema watu, kusema na watu, awambie, sikizeni enyi Israel, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu, mioyo yenu naisizimie, msiche wala msiteteme wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya hao kumi na nne, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamae kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Amen. Wapendwa katika Bwana, anasema uendapo katika vita utazamapo magari farasi, na vile vitu vya kutisha ambavyo utakutana navyo katika vita anasema, anasema usiogope, wala usiwe na hofu, wala usitetemeke, wala usije ukacha au ukaviabudu ukawa na hofu juu ya vile vitu, ukavihofu vile vitu, vikakuingiza vikakuharibu vika katika ile ile vita yako ambayo unaipigania anasema, bali ninyi ambao mpiganapo vita mtazameni Bwana, mwangaleni Mungu kwa kuwa Mungu ndiye nguzo yenu, ndiye ushindi wenu. Mkumbuke jinsi alivyowatoa Misri kwa mkono wake uliodali, anasema mkono ulionyoka sana. Amina, akawapigania bahari, zikapasuka akawalisha kwa chakula msichokijua nini, akawapiga wa Amalek, akafanya vitu vingi. Musa alivyotegemezwa na Huli na Haruni, wa Amalek wakapigwa. Mungu mwenye nguvu, mtazameni huyo Mungu ambaye ana nguvu. Haleluya, amina. Mtazameni huyo Mungu ambaye ni Mungu mwenye uweza, Angalieni hicho kitu, kwa sababu huyo Mungu ndiye atakwenda kuwapigania, ndiye awapigania katika vita zenu, amina. Kwa nini nimesema jambo hili, wapendwa katika mwana kipindi hichi ambacho tunacho wapendwa katika Bwana, tunaingia katika vita vingi na vita vyetu sisi ni vya ni vya ni vya roho wala si katika mwili wala u, u, katika nyama. Amina. Bali ni katika ulimwengu wa roho zidi ya pepo wabaya, nguvu za giza. Amina. Kwa kama vita vyetu ni vipo katika mfumo huo, wapendwa, tupasa sana kumtazama Mungu katika hali yoyote. Unajikuta kuna hali ya uzinzi au uasherati inakuzonga sana. Hiyo ni vita mpendo. Unakuta kuna hali ya, ya masengenyo ipo ndani yako. Hiyo ni vita. Kwa hiyo anasema mpingeni shetani naye atawakimbia Tunampiga kwa namna gani? Kwa kumruhusu Mungu, kwa kuwa na dhamiri safi ndani ya mioyo yetu I amina mean, dhamiri safi mbele za Mungu ndani ya mioyo yetu ile dhamiri safi mbele ndani ya zamiri safi ya Mungu ndani ya mioyo yetu itatufanya sisi tuweze kuomba, tusiwe na hofu, tusiwe na mashaka, tu tunamtazama Mungu katika hali ya ugonjwa. Mpendwa katika Bwana, mtazame Mungu katika hali ya, usiacha kufikiria ule ugonjwa wako ule, mtazame Mungu. Amina. Katika hali ya, ya, ya njaa, mtazame Mungu. Acha kufikiria ile njaa yako, mtazame Mungu katika hali ya ya uasherati, ya uasherati, acha kufikiria ule uasherati, mtazame Mungu. Ndio maana ya neema, mpendwa katika Bwana, hiyo ndio maana ya neema. Amina, hiyo ndio maana ya neema katika, katika hali manake mbovu, katika hali mbaya anasema mtazame Mungu, ndio maana anakuja, anasema katika Yeremia kumi na tano soma ile Isaya kumi na tisa Umesha umeshakubali kwamba Mungu ndio msaada wako ndio nguzo yako ndiyo ngao yako. Kwa maana hiyo yatupasa sana katika hali yetu ya udhaifu, kwa sababu Mungu alitukuta kila mtu katika hali ya udhaifu, katika katika katika hali ya shida, katika hali ya dhambi, katika hali ya taabu, katika hali ya vitu vingi, katika hali ya uchafu mwingi, akatuleta akatuleta kutusafisha kwa damu yake, kwa nguvu yake, kwa uweza wake, na neema ambayo aliachia ndani ya maisha yetu, ili tuweze kuingia katika utukufu na hali njema ya kupendeza na kung'aa. Ndio maana tunasafishwa kwa damu, mavazi yetu yanakuwa meupe sana kila wakati, kwa sababu Yesu Kristo ametuachilia hii neema ndani ya maisha yetu. kwa hiyo hatupaswi kutazama ugonjwa, tunatakiwa tutazama ile neema. Hatupaswi kutazama udhaifu, yatupaswa kuitazama ile neema. Amina, yakupaswa kuitazama ile neema ambaye ni Yesu Kristo. Mtazame Yesu Kristo mbele, katika Bwana katika maisha yako, naye atakuthibitisha. Amina, anasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako, atafanya yatathibitika. Amina, basi Tukitazama jambo hilo, ndio ndio inakuwa, maana ya neema imekaa hapo. Ndio maana ukienda kwenye sheria, kwenye hali ya mwili, wapendwa katika Bwana, hawezi kuishinda dhambi. Kwenye hali ya mwili hawezi kushinda dhambi, kwa kwa hali ya neema, kwa kumtegemea Mungu, tunaweza kuishinda dhambi amen. Tunaweza kuishinda dhambi amen. Ndio maana ndio maana katika katika kile kitabu cha cha cha Yoshua, ukisoma Yoshua moja pale anasema uwe hodari na moyo mwe ushujaa mwingi Amina. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Anasema hivi. Sheria ya Bwana, uitafakari usiku na mchana. Mungu unatakiwa mtafakari usiku na mchana. Katika ile hali ya kutafakari, vita zitakuja, lakini uwe hodari na ushujaa mwingi. Wapendwa katika Bwana, kwa namna hiyo ndivyo hata dhambi tunaishinda kila mtu alikuwa mwashirati, lakini atukutazama ule washirati, hatukuzama uchafu ambao ulichafuka, lakini tukatazama utukufu mwingi na neema nyingi ambao Mungu ametutendea. Anasema atakuacha kwa kitambo kidogo tu, lakini kwa uzima wa milele atakuokoa. Amen. Ukisoma katika mambo ya nyakati ile 20 ukisoma 20 ukianzia mstari wa kwanza pale ukisoma vizuri, kuna kisa kimoja kizuri sana ambacho kinamhusu mfalme Yoshafati pamoja na alikuwa watu wa Moabu Waamoni pamoja na Waumeni walikuwa wameungana wanataka kuja kupigana naye. Akati wanakuja kupigana naye, nani yule Yoshafati akawa na hofu, akawa na hofu, yeye hofu yake akaipeleka kwa Mungu. Tazama, akaona hii hali siwezi kuishinda, akabidi akapiga magoti, akatangaza mbio ya kufunga katika Israeli yote wakafunga, wakamtafuta Bwana. Basi baada basi baada ya kujinyenyekesha, kufunga na kuomba na kumtafuta Mungu, Mungu anakuja anatumia kinywa cha nabii ya Azieli, anakuja, anakuja, anakuja anamwambia Yoshafati pamoja na Israeli yote anakuja, hamhitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkaone wokovu wa Bwana ulioko mbele yenu. Kesho asubuhi tokeni, msifadhaike, msione, msione shaka bali simameni hodari, simameni imara, nendeni mbele. Mungu yupo mbele yenu, Mungu atawapigania yuko pamoja nanyi. Ndio maana inafika mstari wa ishirini pale Yoshafati anakuja anaambia, amini Mungu mkathibitike, waamini manabii mkafanikiwe. Tuamini neno la Mungu kwa sababu tulifunga neno la Mungu limekuja, tukathibitike na tukafanikiwe. Basi mpendo, katika Bwana, katika hali yote ya maisha ambayo tunaiendea, hatuhitaji kuwa na hofu, hatuhitaji kuwa na mashaka, bali tunahitaji tuwe hodari na, na nguvu na uweza, na Mungu apende wanaotetemeka wanao hofu, kwa sababu hao wanakuwa moyoni mwao wamemwacha Mungu. Anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Amina, hawatatikisika kwa sababu Mungu yuko ndani yao. Basi katika Yeremia anasema kwamba wamtumainio Bwana, ambao Bwana ni tumaini lao, anasema hao watu watakuwa kama mti uliopanda kandokando ya kijito cha maji, ambao jani lake halitanyauka wala hawataona hofu na mashaka wakati wa hali ujao. Amin, bali watakuwa imara, wakimtazama Mungu ambaye ni kimbilio lao na nguvu yao. Basi mpendo, katika Bwana natumaini video hii ilikuwa ni baraka kwako. Mungu mbinguni akubariki sana, akujalie nguvu, kibali na neema katika maisha yako yote ambayo unamwendea. Usitazame hali yote ambayo ulionayo kwenye maisha yako, usitazame hofu, mashaka, usitazame vitu vyote, bali mtazame Mungu, mtazame hiyo neema, maana Mungu amemwagiza Yesu Kristo kwetu sisi, kwamba tuache tena kutazama hali zetu sisi kwa kwa, kwa hali zetu, tushinda kushinda dhambi kwa kumwamini sasa Mungu, kwa kumwamini Mungu na kuacha kufikiria uovu mwingine, kuacha kufikiria dhambi na vitu vingine, tunaenda kushinda, tunaenda kushinda taji hiyo ya uzima. Basi Mungu wa mbinguni akubariki, nikutakia siku njema. Shalom, shalom.